hizo nataka kuitaja hii leo, kwa sababu tukitoka ita hatutarudia tena. Kwa nini coa natumia mitende? Sababu mitende inaweza kutufundisha mambo kadhaa. Roots za mitende zinaenda kumaanisha awei maa mtende juu ya mitende. Na tulipotumia mitende siku ya Jumapili ya matawi, swali lilikuwa je, imani yako imeenda

Mitende mingi ni i kwa sababu gani? Matawi ama mtende kila wakati unajaribu kutoa the necessary leaves, itashindwa necessary leaves. Kwa hivyo hakuna siku utapata mtende umenona, sababu ukifika mahali